Sani ambaye anajiita Willy Paul, yani Poze mwenyewe ambaye ni chipukizi japo kisura ukimwangalia vizuri eh. Hadi yenyewe nyinyi watazamaji mnamuona vizuri jinsi alivyovalia mavazi eh, ukiangalia miwani pale inakwaje? Brother, niko fresh, niko fresh kabisa eh. Kule mtaani watu wanasema wewe ni Poze mwenyewe sijui, alafu pia kwenye mtandao wa kijamii umesema kwamba Poze ni ndugu yako ama tumesikiaje? Ya, ni kweli kabisa Poze ni ndugu yangu, ni kweli ni ndugu yangu sana. Inakuwaje? inakuwaje Poze kama ni ndugu yako, na vipi akupe sapoti mbona? Unajua, Poze ni mtu mwenye naamini ako na shughuli zake, na pia mimi sitaki ile yani ku, kuenda kupitia e. mm -hmm. Mimi ni mtu najiamini kivyangu kulingana na vile yeye pia amekuja akapata ka, jina yake, ndio pia mimi nataka nikuje kivyangu hata kama sisi ni mabro. Mm -hmm. Aa, uwezi uwezi ngangania fame ya mtu mwingine hata kama ni ndugu yako, kila mtu anajitafuta kivi yake, mm -hmm. umeona? Una maana kwamba Poze ni ndugu wako wa damu mm -hmm. ama ni ndugu wako wa ku, kuupanga atuelewi, sijui Kazini ya, yako ama vipi? Poze ni ndugu yangu. Naam. Ya, ni ni ndugu yangu kabisa. Aa, baba yake na baba yangu ni mandugu. Ehe. So mimi na Poze tunakuwa ni kama yani cousins. Ehe. Ya, ni cousins. E, sasa kumaanisha ni kazini yako? Ya, ni kazini yetu. Poze ndio cousin mkubwa kwa upande wa kina baba. Sasa e, nakuona kuvalia pia kulingana na luku vile yani eh? E, mnafanana kabisa. ha, ni kweli, ni kweli, ni kweli. Sasa tunajua sisi ni watu wa familia bro e, e. Na watu wa familia ha, ivo, ha, ndio hivo hali yenye iko ndio hivo tu ni kufanana hivo. ni kweli, ni kweli. fresh eh. Mimi nashukuru sasa. Kitu, ni kitu gani unataka kuambia Pozee? E, kitu kimoja tu kwa ndugu yako, umwambie yule ambaye unasema ni ndugu yako, umwambie kitu kimoja. Unajua pia yeye alisema mkinisupport walai, mkinisupport walai, pia mimi naweza he. sema <laughs> Sasa wa wa watu wakisema, labda wanahitaji kupata ngoma zako kwenye mtandao wa kijamii pale YouTube wanakupata kwa jina gani. Uh, mimi naitwa Black 40. Mbona ukaamua kujiita Black 40, usijiite Willy Paul junior? kwa sababu mi ni mtu, nimekwambia najitafuta kivyangu. Ni kweli nitafuta kulingana na kupitia na jina ya kazini yangu hiyo. oh, ni kweli yeah, yeah. Alafu kuna kuna dimu flani ametumia pale ujumbe, akaniuliza kama umeoa. Umeoa? Ah, bado kufikia saa hii. Hapana, kumaanisha utawaachia nambari ya simu. <laughs> <laughs> fresh fresh, wanangu, nipo mtani na, nipo na Poze Junior yeah. e, mkangalia vizuri mtazamo wake mchoro wake yeah. kuvalia kwake yenyewe nyewe ni Poze eh inakuwaje tukutane kwenye kipindi kingine e, siku ya Ijumaa utakuwa nami ali.